Kwa hiyo mama akishatoka tupafu, anakuja mbele yake mama papa anapiga saluti, anakuja anapiga saluti. Lakini wakati nishaenda, anaangalia akiwa na dereva